Ligi kuu ya kuonyeshwa live imeletwa kwenu na Azam TV. Karibu tena katika chaneli yako pendwa kabisa ya Teacher Sauti ya Sifa. Kwa mara nyingine kabisa, leo nimekuletea tutorial kali kabisa ambayo inakujia hapa hapahapa eh, katika mtandao ama ilikua mkubwa hapa duniani hapa kizungumzia YouTube ambalo itakuja kukupa ama kuja kupa akili fulani ama kufungua akili. Hebu ngoja nikuulize, hivi unafahamu kwamba unaweza kuangalia mpira live kabisa e, bila hata kuwa na kingamuzi bila kuwa sijui na TV bila kuwa sijui na nini kupitia smartphone yako tu ambayo umeshika hapo mkononi, ukaangalia mechi zote live kabisa, haijalishi kwamba zitakuwa ni mechi za mbele ama zitakuwa ni mechi za ndani ya nchi yako. Sasa unaweza kufanya hivyo kupitia njia gani? Kuwa na mimi mwanzo mpaka mwisho kwenye video hii hapa lakini kabla tujaenda huko niko kukumbusha tu kwamba mimi naitwa Sauti ya Sifa. Wewe ndio unapenda kunita Teacher Sauti ya Sifa. Subscribe, ukisubscribe utakuwa umejiunga na mimi na hapo utakuwa unapata video mbali mbali ambazo zinatoka hapa. Kama hii video itakwenda kukufurahisha, pia like lakini pia toa comment. Andika neno asante teacher. Tuanze tukajifunze sasa katika kioche simu. Moja kwa moja. bado shide kwa pale pale ataula yao kwa sababu mimi na wimina, cross tadi Alan Okello na utenga kwa kicho kwa Jude Semugabi. Alan Okello kenda kupokea tena mpira. Okello Alan, ndani ya box. Alan Okello, Alan Okello, shambulizi moja la atali akitokea upande wa kulia. Okay, okay, okay, kalibu tena katika kiochangu cha simu kwa mara nyingine. Kama nilivyotoka kuambia hapo awali, leo tunakwenda kujifunza ama kugundua ni application gani ambayo itatuwezesha sisi kucheki mpira live mpira, mpira wa aina yoyote. Application yenyewe ni beti power. Hii beti power bwana, inapatikana pale pale play store, Apple store, then unafika pale unaandika e, beti power unaandika, then unajisajili. Ukishajisajili basi na wewe utakuwa ni moja kati ya watu ambao utaweza sasa mpira live kupitia application hiyo. Hii application haiko tu kwa ajili ya kubeti. Ipo pia kwa ajili ya kucheki mpira ama kucheki game inavyoendelea kwa wale waliobeti. Lakini wewe, huo mwanya ndio hasa utakuwa umeupata na ndio hasa mwanya ambao utakuwezesha wewe kucheki mpira live kabisa. Ikija funguka ama kama umeshajisajili, utaiona kama hivi. Na zeni hapo, utakutana na mechi kibao sana ambazo zinaendelea kucheza lakini pia utaweza kupewa option ya kubeti kwa mechi ambazo unaendelea kuziona hapa. Sasa wewe cha kufanya, hebu angalia mechi zote ambazo ziko hapa, halafu utafuta mechi ambayo imeandikwa mubashara ama mechi ambayo ipo live. So tunaona kuna mechi leo e, ya Tanzania e, Tanzania dhidi ya Uganda hapa, iko mubashara kabisa, imeandikwa mubashara hii hapo chini nimeiona, lakini pia kuna mechi nyingi sana hapa ambazo zinatarajiwa kuchezwa sawa, ambazo baadaye zitachezwa. Sasa sisi cha kufanya, tutachagua ile timu ama ile mechi ambayo iko live. Mfano sasa hivi iko mubashara ni Uganda na Tanzania, yaani maana yake iko live, wanacheza muda huu hapa ambao tunazungumza ama ambao nazungumza mimi na wewe. So uenda wakawa ameshacheza wakati unaangalia hii video ila kwa muda huu ambao nipo mimi hapa sasa hivi wanacheza Uganda zidi ya Tanzania. Utaibonyeza hiyo timu. Then ukishabonyeza hiyo timu e, itakuletea vitu kama hivi. Na maanisha unapoibonyeza ndio wasaa utaingia kwenye mpango wa kuanza kubeti. Wale watu wa beti nadhani mnajua kwamba utakutana na vitu vingi sana, ubeti goli, ubeti kwamba ushindi tu, ubeti sijui nini, wewe tu kitu ambacho utahitaji kubeti hapa kwenye betPawa. Ila kwetu sisi tumekuja kujifunza, atunaachana na haya masuala yote, tunaenda katika kuangalia mechi mubashara kabisa kwao. Sasa utarudi juu kabisa, hapa juu utakutana na timu kama hivi ama utakutana na jedwali kama hili, kama utakuwa umebonyeza timu ambayo iko mubashara ama ambayo inacheza kwa muda huo, na utaiona tu, lazima iwe timu ya nje iwe timu ya ndani. Umeona hapa hapa, inaonyesha kabisa kwamba Uganda wanashambulia Tanzania, lakini pia Uganda e, na Tanzania zote ziko katika hali ya sifuri sifuri. Uganda na Tanzania zote ziko hali katika E, ziko hali ya sifuri sifuri, lakini ukiangalia hapa kwenye ile jedwali unaona kabisa kwamba Tanzania kama vile inapelekewa mashambulizi sana. Sasa wewe cha kufanya utaachana na hayo mambo yote, utakwenda kubonyeza kaboksi fulani. Mimi kwakuwa nimeweka Kiswahili na weweka Kiswahili, kameandikwa takwimu aka kaboksi takwimu, akaona kaona ukikabonyeza E, moja kwa moja utaona sasa mpira live kwa jedwali kubwa hu hapa, ukiwa upo unachezwa, una hapa tunaona Tanzania inashambulia kupeleka kwa Uganda lakini bado ni sifuri sifuri. Kwa hiyo hizi ni takwimu za uwanjani ama jedwali ambalo unakuwa unalicheki live, lakini pia atakupa kwamba Uganda na Tanzania mechi walizopita ilikuwaje, kwamba Uganda walicheza E, walishinda mechi mbili, lakini Tanzania ilikuwa ni loss loss, kwamba hawajacheza chochote. Lakini pia hapa wanaonesha Tanzania inarusha mpira ndani, lakini pia wanaonesha kwamba Tanzania hapo inatoa pasi Uganda, imechukua pasi Zeni, kama imechukua pasi hapo, hiyo hiyo nadhani imetoa nje, kwa hiyo Tanzania watatakiwa kurusha ndani. Sasa kwa hivi sasa yapo kwa hivi sasa lakini sasa Tanzania inapeleka mashambulizi sasa, sasa wewe cha msingi utabonyeza aka kadude hapa ambako unaona kama vile kamzungusho ka kioo. Ukisha kabonyeza tu tap, kataanza ku search na kata force kukuletea wewe video ya live bila chenga. Sasa hapa utakuwa ukiona mchezo wako unavyoendelea ukiwa live kabisa, hapo wanakuonyesha sauti na nadhani kwamba unaona kabisa mchezo ndio huu unapigwa, na hapa ni Uganda dhidi ya Tanzania, wote wakiwa sifuri sifuri. I hapo uwo hapo, mchezo uko live bila chenga. So hakikisha una subscribe kama umependa mafunzo haya, ili uwe wa kwanza kupata mafunzo mengine, lakini pia like, toa comment. Lakini pia nipende kukwambia kwamba wakati uko live mpira hapa, hakikisha hakikisha una mtandao wa kutosha ama una bando ya kutosha, kaa sehemu nzuri ili usiweze kugandaganda. Hapo utakuwa umenisoma eh. Mpira mrefu umepitishwa, ameupokea Mohamed Hussein Zimbwe na mimi na cross ndani, anakamata golikipa, okay hivyo ndivyo ambavyo unaweza kuangalia mpira live kabisa kupitia betPawa, betPawa. Kwa hiyo utakuwa unaangalia mpira wako live bila chenga. E, kumbuka si kwamba mimi naitwa Sauti ya Sifa, wengi wanapenda kuniita Teacher Sauti ya Sifa. Asante sana kwa kuendelea kunifuatilia. E, lakini pia kama bado hujasubscribe, hakikisha unabonyeza neno lile subscribe hapo chini ya video. Kwa neno limeandikwa subscribe, ukibonyeza tu litaandikwa subscribed. Kisha toa comment andika teacher. Asante. lakini pia hakikisha una like, tukutane kwenye video zingine, bye.